Wateja wangu wazuri, kabla ya kutafuta losheni ukabadilisha kila siku, hebu jaribu kutumia hii seti yetu ya kuogea. Hii ni seti ya kuogea, seti ya rangi moja bila madoa. Mmezoea kuambiwa losheni rangi moja bila madoa, mimi naamini kwenye kuoga vizuri, kisha ndio upake mafuta. Sasa jamani, hii seti ukitumia unapendeza sana. Hapa kuna Jasneli Carrot Soap utaoshea uso mpaka mwilini. Alafu pia kuna hii yapa Jasnieli Black Magic Soap, ni sabuni nzuri sana ambayo ni imetengenezwa kwa kutumia African Soap, ikamixiwa na dawa mbalimbali mbali ambazo zinatibu matatizo yote ya ngozi. Baada ya hapo fanya skrabu, yani exfoliation na Jasnieli Coffee and Coconut Scrub. ni skrabu nzuri sana inayotoa matatizo yote ya ngozi inafungua ngozi yako, inatoa takataka nongwa zote, pia unang'aa vizuri jamani, ni scrub nzuri sana. Mwisho kabisa, jisuuze na Jasnili super exfoliating body wash. Ni body wash ambayo itakupa rangi moja nzuri sana, kwa sababu inang'alisha. Unaona? kwa kwa kwa inang'alisha, itakupa rangi nzuri. Ukija kupaka mafuta yako, unajiona unatereza vizuri. Hii seti ipo kwa mawakala wetu, tuandikie uko wapi kupata ya kwako.